Waziri wa madini Mheshimiwa Anthony Mavunde ameeleza kuwa mgodi wa kati wa dhahabu wa Magambazi uliopo wilayani Handeni mkoani Tanga utaanza kufanya kazi rasmi ifikapo Julai 2025 na unatarajiwa kuleta tija kwa kuchochea maendeleo ya kiuchumi na kijamii katika kijiji cha Nyasa na wilaya ya Handeni kwa ujumla. Waziri Mavunde ameeleza hayo leo Mei kumi 2025 wakati akizungumza katika mkutano wa hadhara uliofanyika katika kijiji cha Nyasa, kata ya Kang'ata, wilaya Handeni ndeni ambapo amekuja kuleta mrejesho wa ahadi aliyotoa Aprili sita elfu mbili na ishirini na tano kuhusu hatima ya uendelezaji wa mgodi huo uliosubiriwa kwa muda mrefu. Amesema namshukuru Rais Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kwa maelekezo yake kuhakikisha mgodi huo wa Magambazi unaanza kufanya kazi na kuwainua wananchi wa hapo na mnyororo mzima wa shughuli za maendeleo. Waziri Mavunde amesema faida zitakazopatikana ikiwa ni pamoja na kuinua mapato ya Halmashauri ya Wilaya Handeni, uboreshaji wa miundombinu ya afya, elimu, barabara na mengine kupitia wajibu wa kampuni kwa jamii CSR, pamoja na ushiriki wa Watanzania katika mgodi huo kwa kutoa huduma na kuuza bidhaa local content. Wakizungumza kwa nyakati tofauti, mwenyekiti wa CCM wilaya ya Handeni, mheshimiwa Amiri Changogo, mkuu wa wilaya ya Handeni, mheshimiwa Japhari Kubecha, na mbunge wa Handeni Vijijini, mheshimiwa John Salu wamemshukuru waziri Mavunde kwa kufanyia kazi swala hilo na hatimaye kuondoa kiu ya muda mrefu ya wananchi wa Nyasa na Handeni kwa ujumla. Naye wakili Albert Msando aliyekuwa mkuu wa wilaya Handeni hivi sasa ni mkuu wa wilaya Ubungo, ameeleza hisia zake za kufurahishwa na hatua hiyo, kwani alikuwa akisimamia kwa ukaribu kipindi akiwa mkuu wa wilaya hiyo, na kwamba hana deni na wananchi wa kata ya Kang'ata na kijiji cha Nyasa baada ya kutatuliwa kwa changamoto hiyo iliyokuwa inawakabili kwa muda mrefu. MOHAB TV Tanga.